atibu wa huduma za dharura huko Gaza wa shirika la Medecins Sans Frontieres MSF amesema ya kwamba watu katika jiji la Gaza wanaishi katika hali mbaya huku kukiwa na upungufu wa chakula, maji na huduma za afya. MSF imelazimika kusitisha shughuli muhimu za matibabu katika jiji la Gaza mwishoni mwa Septemba ambayo granga anasema ilitokana na kuzorota kwa hali ya usalama na kuongezeka kwa mashambulizi ya anga. Mfanyakazi wa MSF Omar Hayeki aliuawa huko Gaza siku ya Alhamisi, mwanachama wa 14 wa MSF kuuawa huko Gaza tangu e, tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. hili ni jukumu kutoka kwa mamlaka ya Israeli, unapashwa kulinda misheni ya kibinadamu granga